Lakini changamoto nyingine ambayo hii ni pinduzi inasema ni ya kitaifa kwenye sera yetu ya Chama cha Mapinduzi inasema akinamama watajifungua bure, lakini hii siyo kweli. Ukienda kwenye, kwenye zahanati zetu za serikali wakina mama wanatozwa mpaka laki tatu kujifungua. mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alichokiongea singependa kukirudia. Sasa ninachokuomba mheshimiwa Wasira, kwa sababu wewe ndi chama hiki ni chako, utuambie je, yeah, akina mama kujifungua ni bure au hiyo sera basi tuiondoe kwenye halmashauri ya taifa sisi waongo tunawaambia wakina mama waooawambia, hospitali mtajifungua bure, lakini wakienda kule wanatozwa, wanunue nyuzi na kila kitu wanunue. Ni lile la kusema wakina mama wanalipa mpaka shilingi laki tatu kujifungua. Hiyo ni kweli au ni hadithi? Ni kweli. Sasa nilikuwa nimemuita mkurugenzi, njoo hapa mkurugenzi ili watu wa Mlowo wa kuone, hasa mkurugenzi. Ninampa anijibie hebu nijibie, nijibie. Inakuwaje? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, kwanza kabisa nikukaribishe katika halmashauri yetu ya Mbozi na katika eneo hili la Mlowo kama ambavyo ameeleza mheshimiwa mbunge, kwa kweli tumekuwa na jitihada kubwa sana za kuhakikisha zahanati zinajengwa. Kama ambavyo amezieleza katika eneo hili, tumekuwa na zahanati za kutosha na huduma zinaendelea kutolewa. Ni kweli kwamba kulikuwa kuna changamoto kama hiyo kwa baadhi ya maeneo, lakini mheshimiwa DC, kupitia ziara zake, alishatoa maelekezo maalum kuhakikisha kwamba swala hilo linakoma, na sisi kupitia ofisi yetu mkurugenzi, kwa kupitia mganga mkuu wa wilaya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 na tunaiachia mwenyekiti wa mkoa na, na kamati... Wakina mama wanaokwenda kujifungua wanapewa heshima wanayostahili na hawadaiwi fedha kwa sababu ni sera ya sisi. <tellan> na kwa sababu hili ni jambo kubwa, sekretariat ya makao makuu itafuatilia kuona kama lina